Tutaendelea na sera yetu ya kutoa ruzuku ya pembejeo ili uzalishaji uwe mkubwa kabisa. Lakini vile vile, katika kipindi hiki tulileta shilingi bilioni tatu kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi katika eneo la mwalo wa Kyamkwikwi uliopo kata ya Izigo. Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda, tutaliangalia pia suala la usindikaji wa mazao ya uvuvi ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi uh, kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Katika kipindi hiki tulifanikiwa pia kumaliza mgogoro kama mgombea mmoja walivyosema mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katika vitalu vya ranchi ya, ya Mwisa tu na Kagoma ambao ulidumu kwa miaka kumi na saba. Aidha kwa wafugaji, pamoja na kutoa ruzuku ya huduma ya chanjo za mifugo, tunaenda kuboresha kitalu kimoja kikubwa cha halmashauri, ni ile programu ya BBT kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana wetu.